Biblia inatuambia kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya kwanza kwamba Yesu amefufuliwa, ameketishwa juu sana ya falme zote, mamlaka yote, enzi, sultani, kila jina litajalo katika ulimwengu huu na ule ujao. Yesu amekelishwa juu, ameketishwa juu sana. Ukirudi na sisi kwenye Waefeso, hebu iweke hiyo rafiki nisamehe. Waefeso sura ya pili mstari wa sita. Waefeso sura ya pili. Nataka nikuonyeshe vitu ambavyo wewe uvio, hautakiwi kuviomba kabisa, ni haki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Ni haki yako, yaani hautakiwi kuomba. Anasemaje? tusome wote, moja, mbili, tatu. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa Roho katika Kristo Yesu sijui umeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Najua mmetoka kusherehekea Pasaka, Yesu amefufuka, ufufuko. Lakini ile nafasi aliyonayo Kristo Yesu katika ulimwengu wa roho, ndio hiyo hiyo nafasi ulionayo ukiwa hapa hapa katika ulimwengu wa roho. Mamlaka ile ile aliyonayo, ndio hiyo hiyo unayo, nafasi aliyonayo. Biblia inatuambia ameketishwa wapi? mkono wa nini wa kuume. Rudisha tena wa Efeso rudisha tena, si Yesu amefufuliwa na, na Baba ameketishwa mkono wa nini? Imagine. Soma hapo moja mbili tatu, umeona? Maana yake nafasi aliyonayo katika ulimwengu wa roho ndio na wewe umepewa. Umeshawahi kuinoti hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza kumwambia Mungu niinue kwenye nafasi katika ulimwengu wa roho. Hivi vitu huombi, ni automatic. Ni vya kwako kulingana na nini? Viwango vya nini? Vya ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ukitambua hii nafasi hata maombi yako yanabadilika. Hata maombi yako yanatakiwa kufanya nini? Kubadilika. Maanake mamlaka ile ile aliyokuwa nayo ndiyo na wewe unayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mamlaka ile ile aliyonayo ndio na wewe unayo, nguvu ile ile katika ulimwengu wa roho ndio na wewe unayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu kwa sababu ulitegemea nitakwambia Leo nitakemea vifungo hivi na hivi sikemei kifungo chochote. Hakuna kifungo kibaya kama kutokujitambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kifungo kibaya kama kutokujitambua. Hakuna kifungo kibaya kama kila siku unajua umefungwa na mashetani na haujafungwa. Hakuna kitu kibaya kama kila siku ujue ume umezuiliwa na mizimu na hujazuiliwa. Kwa hiyo kuna mtu yuko hapa, ufahamu wake unalenga mimi, ugumu nilionao ni mizimu, mimi ugumu nilionayo ni laana, mimi ugumu nilionao sijui nimerithi kwa nani. No, toka hapo, katika jina la Yesu, funguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungukeni, tambueni haki zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tumekuwa tunapenda zile injili za kutugandamiza kiasi kwamba ukihubiriwa cha kwako ambacho unastahili unaona unadanganywa, kwa sababu unapenda udanganywe. Mimi niseme hapa, naona kuna watu wana majini matatu wamekutana nao asubuhi. Uongo! Ina maana wewe ukutani na malaika eh? Yani tunajijengea kiasi kwamba kwamba sisi kila kitu kibaya ni posheni yetu. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, kanisa la Mungu hapana. Kwa hiyo, zipo haki tunazo kutoka kwa Kristo automatic, na sisi hizi huwa hatuzitafuti. Katika kitu kinachokupa nguvu, ni kutambua wewe unavyopaswa kuwa katika ulimwengu wa roho, maanake reflection ya maisha yako inaanzia rohoni, inakuja mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni udhaifu unaanzia ndani, unakuja nje. Ikiwa ni nguvu unaanzia ndani, unakuja nje. Ikiwa ni kuinuliwa kunaanzia ndani, unakuja nje. Ikiwa ni kushushwa kunaanzia ndani, kunakuja nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na hichi ndicho kinachotengeneza na kuimarisha imani ambacho utaweza kujenga from the misingi kwamba mimi siko hivi na watoto wangu hawawezi kuwa hivi. Kwa sababu kila siku imani yako ikikwambia umefungwa, kila siku ukiambiwa wewe ni mdhaifu, maanake kitakachozaliwa kwako vitazaliwa vidhaifu. Ili vizaliwe vyenye nguvu, lazima utambue nguvu na uwezo wako katika Kristo Yesu uko wapi? <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi vinanyang'anya Ukristo, vinanyang'anya ujasiri, vinanyang'anya mtu kwenda kuwa na mwendo. Lakini ukiwa tu na imani thabiti na ujasiri, unaweza kufanya mambo makubwa. Kwa nini? Biblia inasema hivi, wamjuao Mungu wao watakuwa hodari, nao watatenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoteza ujasiri kwa sababu ya kutokufahamu kweli Bibide